Tatizo ama changamoto ya wengi ni kwamba mara nyingi huwa tunapigana sana vita vya kimwili, kumbe vita vyetu sisi sio vya, vya kimwili. Yaani unapoona mtu ni mlevi kupindukia, punguza ushauri kwake, ongeza maombi kwa Mungu, kwa sababu ulevi kama ulevi kwa mfano ni spirit, umalaya kama umalaya ni roho. U unaweza ukawa unasema kwamba huyu ananisaliti, ananiumiza lakini huyo mtu kuna kitu cha ziada kinamwendesha, kwamba huyu kwa kwamba yeye ana hasira sana. Unaweza ukawa unamlaumu kwenye hilo eneo, wewe unamlaumu kimwili, lakini hujaenda kiroho. Maanake shetani alivyo ni kwamba yeye analeta vita vyake kiroho, matokeo yanaonekana kimwili. Wewe unaenda kimwili, wewe unahakika kwamba hiyo vita utashindwa, utashindwa kabisa. Kwa sababu chochote ambacho mwanadamu anakifanya kwa nje ni matokeo ya rohoni, ni kitu ambacho kimepikwa rohoni, matokeo yake yakaonekana mwilini. Wewe unapambana na juhudi za mwilini, jambo ambalo ni zuri, lakini unaweza ukawa una misa kwenye eneo moja tu, haujaingia rohoni. Kwa mabadiliko yoyote unayatafuta, anza kuyatafuta rohoni.